Naitwa Zablon Raeli Kitomari, ni mjomba wake na marehemu Benson. Kwanza, kwa mara ya mwisho, Benson alikuwa anakaa kwangu nyumbani kwangu Engo Sheraton, na alivyoondoka alikimbilia mkoa wa Tanga kwa ajili ya utafutaji wa madini, lakini alitokea kijana mmoja anayoitwa Tino wa ndani ya boma hili alimuita Mbea huko mkoa mpya wa Songwe kwa ajili ya utafutaji wa maisha uchimbaji wa madini ya aina ya dhahabu. Amefika siku ya Jumapili wiki iliyopita usiku, kwa maelezo ya huyo Tino. Baada ya kuleta mwili pale mochwari, nilioojiana naye amefika Jumapili, Jumatatu mjomba akawa amepata umauti, lakini sisi kama sehemu ya familia ya Beni hatukupata taarifa yoyote siku ya Jumatatu, na huyo Tino akazima simu yake Jumanne, amezima simu hapatikani. Jumatano amezima simu hapatikani. Tumekuja kupata taarifa siku ya Alhamisi saa kumi na mbili alfajiri kwamba mjomba wangu Benson ameokotwa kwenye shimo au mdu, maduara ya dhahabu ameshakufa. Basi tukajua tuka kule, kwa sababu kuna jeshi la polisi watashughulika kutoa taarifa, lakini kumbe taarifa alienda kuitoa siku ya Jumatano kwamba ndugu yake amefariki. Alhamisi ile Ijumaa, Jumamosi usiku nimepokea mwili Mount Meru hospitali mochwari ukiwa umetokea Songwe. Tukakubaliana na jamaa ndugu wale wa jamaa waliokuwepo wa pale, bwana mmoja anaitwa Rasta ambaye yupo yuko yuko mara nyingi pale mochwari, pia tulishirikiana naye siku hiyo kwa vikao vilivyokuwa kwenda kujua ule mwili wa mjomba wangu, ofisi ya Mochwari wamepitia zile dokumenti zao, Benson ameshaondoka saa nyingi sana kwa haraka nilimpigia huyo rasta, saa moja na nusu nikampigia rasta huyo, anaitwa Ulo mi nafikiri ehe, Ulo. Nikampigia simu, ndugu yangu, vipi, mmeshaondoka? ananiambia brother, tumefika maeneo ya kwa kwa mrefu. Nikaambia kwa nini mmefanya haraka namna hiyo, wakati mimi nilikuwa nawasiliana na mdogo wangu ambao ni mama yake na Benson pamoja na shemeji yangu kwamba wanakuja ya mochwari ili waje wakaangalie mwili wa mtoto wao, pia ukiandaliwa uwekwe kwenye jeneza kwa ajili ya kuletwa nyumbani haraka. Imekuwa ni ya nini kuwaisha mwili nyumbani haraka haraka kiasi hicho, hata mama yake mzazi hayupo, baba yake hayupo? Nini kimetokea? Hakuwa na majibu ya kunipa. Basi niliwasha gari yangu, nikaelekea msibani. Nimefika msibani, kweli, kimsingi nilikuwa nimechukia na taharuki. Nimeenda kumwona mdogo wangu pale ndani ameishiwa nguvu, ana jinsi ya kufanya sababu inaonekana kwamba vile hana msaada wa aina yoyote aliyopata ndani ya familia hiyo aliyoolewa. Okay, nafika, naambiwa na tena ule mwili umezuiwa na vijana wanajiita wadudu, kwamba hauingii. Kwa nini? Kwa umeletwa haraka haraka, mwili ukarudishwa mochwari. Kwa hiyo hivi sasa hivi tunavyoongea, gari iko njiani inaleta mwili lakini pia nilishukuru sana jeshi la polisi wilaya ya Arumeru. Nadhani baada ya kuona taharuki hii iliyotokea, basi viongozi wa jeshi la polisi wamewahi kutukimbilia kuepusha labda yamkini madhara mengine yangetokea zaidi ya kifo cha huyu mjomba wetu eh, kwa majina anaitwa Fikiri Brian Maskani Kimara. Kiufupi ni kwamba mwili, ratiba ya wanafamilia wanaboma walikubaliana kwamba mwili utoke mochwari Saa kumi na mbili na madakika ufike nyumbani saa moja. Lakini ni kweli ratiba ilienda hivyo. Mwisho wa siku ni kwamba tumefika karibia na kuingia bomani, rafiki, ndugu, jamaa na marafiki wa marehemu wakasema kwamba haiwezekani ndugu yetu kutoka nyumbani kutoka mochwari mapema saa moja. Arusha tushazoea kutoa mwili saa mbili, saa tatu kuingia kwenye boma saa nne. Inakuwaje marehemu atolewe mochuari bila ya sapoti ya rafiki zake? Marehemu ni mtu wa watu, marehemu anaishi na watu vizuri. Kwa hiyo familia kama familia ikawauliza kwamba madereva, umoja wa madereva wa pikipiki, je, mnatakaje? Umoja wa madereva wa pikipiki wakasema kwamba tunahitaji kumchukua ndugu yetu kuanzia saa tatu, saa nne. Familia ikawaambia, fanyeni basi mnavyoweza. Familia ikaamua kwamba kuniambia mimi dereva niwasikilize marafiki wa marehemu. Marafiki wa marehemu wakachukua hatua ya kushusha mwili kwenye gari yangu ambayo ni Arusha Fenero, wakashusha mwili kwenye huduma ya Fenero Service, wakaingiza kwenye noa ya kawaida private, wakarudi nao mochuari. Mwisho wa siku, marafiki wa marehemu wakaamua wachukue gari nyingine, wachukue na mashine winch ya kushusha mwili waje nayo, ili waweze kumsindikiza rafiki yao kwa hiyo kiufupi ni kwamba familia iliamua mwili uje saa moja, marafiki wameamua mwili uje saa nne. Ndicho kilichotokea kwamba marafiki huwezi kuwazuia, kwamba wanamtaka mpendwa wao waingie bomani saa nne, wamsindikize, wanataka msafara hivyo, wanataka kampani ya ndugu yao, kwa sababu tumeishi na marehemu vizuri. Kwa kuwa tumeishi na marehemu vizuri, marafiki tu wameamua kwamba wambebe rafiki yao, pamepambazuka saa nne kwa hiyo tofauti, familia ikawaruhusu kwamba basi fanyeni mnachotaka. Ndicho kilichotokea kwamba marafiki wameenda kuchukua mwili, wamechukua gari nyingine, wamechukua na winchi. nasubiria mwili uingie bomani ili niweze kuseti winchi kwenye kaburi niweze kushusha mwili, badala ya ibada ya mazishi kukamilika. Gari ya kwanza imeshalipwa na winchi ilishalipwa, na hii saa hivi wamelipa mara ya pili, wamelipa gari, wamelipa na winchi. E, mambo yanaenda vizuri yaani ni, ni umoja tu wa marafiki. Hadi sasa ratiba zinaendelea vizuri, namshukuru Mungu katika hili. Faraja mali yake ni mheshimiwa diwani e, wa kata hii ya Amboreni. E, kitu kilichotokea leo ki kweli kimetuletea taharuki. Movement ambayo imetokea hapa imekuwa ni changamoto kwa sisi wakazi wa Amboreni, kwa sababu e, mwili umekuja na watu tuko kwenye maombolezo, lakini zaidi boma hili limeandaa e, ratiba na baadaye ratiba ikavurugika baada ya mwili kuja na kurudishwa. Kiukweli jambo kama hili e, kwa kata ya mjini kama hii hatujaifurahia e, sana, na kiukweli vurugu ambazo zilikuwa zinaendelea hata barabarani hazijatubariki, lakini si peke yangu hajaabariki wa hata waombolezaji ambao walikuwepo hapa haijabariki wa boma jambo hili eh, ni jambo ambalo tunalipinga, na jambo hili alikubaliki, especially kwa kata ya mjini kama hii ambayo ina viongozi wanayotokana na Chama cha Mapinduzi. Familia ziko iko vizuri, boma liko vizuri kabisa, boma limeandaa chakula, limefanya maandalizi makubwa sana. Jambo hapa lilotokea ni vijana kutokuwa waadilifu kwa sababu boma ilishapanga ratiba yao ya kupika chakula na kanisa, e, ilishapanga ratiba yao ije ifanye maombolezo hapa na ibada, lakini baadaye vijana hawa e, e, wabodaboda wakaja kuvuruga ratiba kwa kurudisha mwili tena. Lakini kwa hiyo, mwandishi wa habari, hilo ndo naweza kulisema kwamba tatizo si familia, tatizo ni e, vijana.